Kwa jina anaitwa Salma Hamud Msaji, amefika hapa wanjaa mdele muda huu kwa kuja kumsindikiza mke wangu ambaye Mwenyezi Mungu aijalia safari hii, anakwenda Hija. Kwa hivyo tutamwombea yeye pamoja na mahujaji wetu amekwenda safari hii, kwamba Mwenyezi Mungu apeleke kwa salama. Wakifika, Mwenyezi Mungu ajalie nguvu na uwezo ili aweze kutekeleza ibada hii na pia watukati wa kwenda katika kisimamo cha Arafa waweze kutuombea dua sisi, tuekuwa hatujenda, pamoja na nchi yetu kwa jumla, atujalie salama. Kipindi kilichokwenda nchi yetu cha uchaguzi kwa Mungu mzimungu, ajalie kwamba ufanyike uchaguzi kwa salama, na Allah kwa uwezo wake arejeshe hapa nyumbani sisi salama kusalimini, insha Allah. Mimi kwa jina naitwa Muhammad Salim Hassan nayetokea Maungani, nipo hapa kwa ajili ya kumshindikiza mzee wangu, mama wangu mzazi kutekeleza ibada ya hija ibada ya tukufu huko Makka Al-Mukarrama, eh pia na mahujaji wengine. Tunaomba Waislamu kwa ujumla, mimi pamoja na Waislamu wengine tumwombee mama yetu mzazi huyu pamoja na mahujaji wengine ambao wametilia nia ya kuhiji katika mwaka huu wa 2025 pia tunatakiwa tuwe nia safi kabisa na sisi tulikoko huku katika kutekeleza e, ibada hii, japokuwa ya maisha yanatutatiza hili na lile, mishughuliko mingi, lakini insha Allah, Allah atatuwafikisha katika tatu hili. Wito wangu kwa jamii na Waislamu kwa ujumla tuzingatie, tukienda hija tuchunge ile miiko ambayo itamfanya mtu hija yake iwe makbulu biidhnillahi, pamoja na vile vile tukirudi katika hija isiwe tumeyaacha mambo yale ya hija na malengo ya hija Makkatul Mukarama, tuyafanyie kazi na inshaallahu Allah atatufikisha katika hilo. Ni hapa kwa kwa hili